Uh, tuko katika viunga vya tinga nambari moja kwa vijana East Africa TV na East Africa Radio na D Voice ametoka kuwakilisha vyema FNL hapo. Sasa tukasema tukae naye uh, Chobingo tuzungumza naye maili matatu bwana kwa sababu baridi ndio nimekuwa noma kwa sasa. Inakuwaaje mkubwa? Ni noma sana. Vizuri. Mungu ni mwema. Leo ngero umepoa sana utaratibu wako. Lazima lazima, kutrip lazima. Unajua kibongo bongo. Kudrip lazima <laughs> vitu vyote ndoo vya kimizozo, lakini kudrip muhimu, yeah. Ongea yeah, yeah. pia tuna uh, siku tano tangu tu tunasikiliza uh, baridi ambayo umeshirikiana na Zuchu mara nyingine tena and of course na imekuwa kama kombo fulani hivi noma, mkikutana basi mitaa lazima iitike. uh, sijajua uh, wewe na Zuchu mkikutana mara nyingi huwa mnawaza labda tushaimba lakini inabidi kila tukitoa kitu kiwe noma sana. Inabidi wewe ni kupeleka kuwasilisha idea tofauti tofauti na muziki tofauti tofauti. Unajua sasa wakubwa wapenda vitu vizuri ambavyo havitoweza kichwa wala, wala havitoweza kitu kigumu ku promote. Najitahidi sana kumpelekea sister kitu kizuri ambacho kitafanya auwe. Mimi mimi mi, mi, mi, mi, mi, juzi kuna mtu alikuwa ameniposta akasema Dvoice kila akiimba wimbo na Zuchu, Zuchu anamfunika. Lazima ajue kitu kimoja. Mimi nikiwa naimba na Zuchu nampelekea kitu kikali tageti yangu yani ntirie kitu kikali zaidi ili mali kiwe kitu kikali tafsira kwamba mtu collaboration tafsira kuna kitu kina miss na by the way mimi nakuwa nishafungua ina maana tegemee mbele akakazie zaidi yani kwa sababu hata ningeimba mwenyewe itakiwa vesi ya pili sasa ndo nijadavue zaidi na maana kwa bahati nzuri ananitendea haki vesi zake zinanitendea haki na kwa nilicho kiandika na yale kuja ukifanya kinakuwa ni kikubwa zaidi na maana inazidi kuwa nyimbo ina power lakini ingekuwa kwamba kuna nyimbo ya nilio inakuwa eti nyimbo fani eti vesi ya pili ndo nzuri vesi ya kwanza mbaya hiyo ni changamoto shalewa mazee, lakini inakuwa nampeleke kitu kizuri, kwa akienda na kazi na makuta nyimbo nzuri kuanzia mwanzo hadi mwisho, ila kuna mmoja anakuwa kazidisha zaidi. Yeah, by the way that is my, my, my ambition so far. Nikimpata naomba sisi sisi sisi tayari kuna kitu kinoma, nataka kitu noma zaidi. Vesi ya pili anaua, yeah, mabambama, nzuri zote nampaga mavesi ya pili, akashindi labda singeli hizi. Yeah, sasa <coughs> Uzuri umetusanua hapa kumbe, ndio ndo unampelekea ngoma uh, Zuchu by the way, na zinafanyika na kila kitu mambo yanaendelea. Ni utaratibu wa lebo au wewe, uh, D Voice unaamua kwamba, kwa mujibu wa hili swala, naona Zuchu tu ndo anakaa. Lebo, okay, imetusaini sisi tukafanye kaziafyu kama msanii kwa nyimbo kama Habibi wao. Sasa Zuchu atabaridi nyimbo, Zuchu ataua, usitaki kumforce mtie mtu ala nbi kachanganya madawa

Okay. No, mashabiki ma wanauliza wako bwana Dvoice, mbona Zuchu tu, of course unaimba na wasanii wengine, lakini, uh, kwa nini kila collab ikiwa na mwanamke basi ni Zuchu? Pengine wanajiuliza inawezekana labda, uh, uongozi wa WCB labda, uh, unafanya Dvoice abuse sana wasanii ambao mpo ndani kwenye lebo moja na sio kutoka nje. Ah, sasa Zuchu ni msanii ambaye nina access ya kumpata kwa urahisi, kwa sababu ninazungumza naye mara kwa mara, nipo naye FP, ipo ndani ya lebo, FP ni biashara ya pamoja. Ina maana anakuwa na support katika moyo mmoja na kitu kwa moyo mmoja lakini pia anakuwa na kuangalia time yake, sababu nakuwa najua time yake, sasa hivi yupo, sasa hivi yupo, sasa hivi kasafiri, sasa hivi hajasafiri. Ndio maana, na maana nilivyosema nina nyimbo pia na kina Yami zitatoka, na nyimbo pia na kina Nandi zitatoka, na nyimbo na sanaa wengi hakika kina Ludiva zitatoka, na nyimbo nyingi, ina maana kwa Zuchu kwa sababu zinakuwa zipo confirmed tayari, elewa zinakuwa zipo confirmed tayari, mimi na collaboration na watu wengi, na collaboration na mzee lakini bado hajatoka na wimbo na Jay Melody, bado hajatoka na nyimbo na Chino hajatoka, kwa hiyo inatoka hizi zinazotoka tafsiri yake ziko Tayari, yani hazina kipengele chochote, na maana zitakuwa zitoke ndio na maana naona zinatoka nyingine, na pia zikisha kwa hazina kipengele takwa zitoke zitafanyaje zitatoka. Nikimkumbuka Shetta, miaka kadhaa nyuma, ashe kufanya interviews, alivyoimba na hmm, Diamond alafu akaja akaimba na Casey, akasema kuimba na hawa watu ni ngumu tena uh, kuja kuimba na msanii mwingine wa chini kwa sababu level stars zinakuwa zimepanda. The voice of course, Zuchu international uh, Platnumz international, upo na wale mmoja, ushafanya nao kazi haikupi yes, ugumu sometimes. Ikitokea kuna collab ya msanii chini ya hawa kufanya naye kazi, ukasema, ah ujue shemba na chibu ujue sasa so, so, uzuri uzuri, hata my brother pia anafanya nyimbo na wasanii ambao walowazidi hata wasanii wa nje. Diamond kafanya nyimbo na Chela yule si nani atoa Chela? Chela yule Nigeria. Chela mwambie kitu mzee Shalewa. Lakini nategemea wimbo uleta ni nini? Nini potential yake? Nitautumia wapi? Mimi nafanya wimbo box kanishirikisha Uganda. Lakini wimbo ambao umeleta potential na utumia na yeye pia anautumia ni ume hit. Na maana sasa sio vibaya kufanya nyimbo na msanii either ambaye umemtangulia kidogo au ambaye wa chini, lakini changamoto inakuja kwamba wasanii atakuwa wanaleta nyimbo kali. Shalewa, wanaleta nyimbo kali, imradi wasanii kitu uwe wimbo ujue talent aidanganyi sababu si tulikuwa tupo street tu, kina Diamond alikuwa ni wakubwa. Talenti zikashawishi zikashawishi, zika zikapenya hadi zikafika maofisini wakatuchaini. Ina maana hiyo ndio ka namna ya msanii yoyote. Kwa watu wasio na hofu, wasanii kama na nyimbo kali, unafanya tu na zinatoka. Mbona Diamond kuna muda nimbaga nawasani mbao azidi kila kitu, kaazidi hela, kazidi kila kitu hadi ndevu, lakini zinatoka ushaleamaniga. Yeah, yeah, yeah, yeah. <tipulia> <Yeah>. Ilikukwaza <tipulia> kwa namna gani mpaka ukaamua kuwaandikia baadhi ya mashabiki kwamba ngikuwa na vango za Zuchu saa lakini za Diamond mnasema mm. Nionatu watu wanaipampisha, lakini mi sikuona ubaya wami kuvaa nguo za Diamond na ni wataarifu tu kwamba sitoacha nikiona nguo nzuri na watu waitumia Diamond. Nitakuhakikishia nitakuwa naivaa, kwa sababu itakuwa ni nguo ya gharama na kwa wakati huu nitakuwa sina hela ya kununua hiyo nguo Ila vingine na, na, na, na kama atanipa access, nitavifanyaje? Sioni haya mabaya kwa sababu ni ni my brother. Tunafaka same moja na nisupport mdogo wake, mpaka anatoa kitu ni kwa moyo mmoja. Ama nani anatakiwa ongea? Diamond mwenyewe mwenye nguo zake sio wewe ambaye umeona nimepewa nguo. Unajua ilikuwa ajadi alinipa, basi naona sema kama anaona kunipa mimi ni tida, basi inabidi nimuombe au ananuzia kama mtumba, imadi muone kama ananunua. Sababu mtumba watu mnavaa ya wazungu, Wachina ambao tena hata soma superstar. Mimi kuvaa nguo za superstar kwa watu wa Amerika ya bongo. Sasa kwa taarifu tu, wa Tanzania nguo ninazo nyingi. Na hadi yale majoo yale aliyokuwa anafanya nayo yale ya kuvaa. Unajua mzana majoo yake ya Nigeria nayo, hadi kama matatu nayo na makoti mengine nayo. Kesho nitachapa nguo nyingine, kifupi ninazo hivi okay. Hizi nazo kwenye mgao mwingine yani ya hapa, wakati watu wanaposti, kuna kuna mgao mwingine wa nguo umetoka, naenda kuchukua okay. Zangu anapendeza yeah. Yeah. Anapendeza yeah. Ni msanii wa kwanza kama sikosei, labda kipindi hicho labda uh, uh, haikuletei yale maswali kwamba Bana wanasema sana kwa ni vaya, uniache na mkubwa naye asema niambie. Imagine mimi nime nimetoka nime hapa, nimemsupport msichana, nimempangia chumba, si na nini kama shilingi milioni 4 eh, wala unaamini sina uwezo wa kununua nguo, ila mara pao, unaona anachukua nguo kwa mtu, nina uhitaji nayo. Na narudia tena, sio vibaya Diamond ni superstar, lakini pia ni tajiri. So far, sioni ubaya mimi kuvaa nguo ya Diamond, sio Diamond, mimi kuna muda nachukua hadi nguo za tosi. Wow. Enda kwenye show meneja yeah, nguo zimenishia yeah, nachukua nguo okay, nachukua yeah, nguo zangu kwazatosi navaa yeah. Ila kwa sababu Diamond superstar na vitu vyake ni vya gharama, mimi mm, navaa, au sio? Pia nisizungumze mengi yeah, naomba nimete Diamond mweye mmoja platinum <laughs> Eh bwana, njoo uzungumze kuhusu swala nguo basi na, na uh, maizana na plata yangu, Eh bwana, eh bwana, meachia kwanza la mwisho, uliposti kuna, kuna, kwenye, kwenye Insta yako ukaandika kwamba uh, mwambieni bwana kaka mkubwa bwana, sasa hivi mpira umerudi kwetu. Watu wakatafasiri kama umemtupia mem, dongo Harmonize, kwa sababu alikuwa amekaa namba moja. Kuweka sawa hiyo kitu, ni kweli ulikuwa umetupa dongo kwake ama ilikuwaje, watu wameitafasiri vile? Mziki ni ni ni ni motivated lazima tumotiveane, na maana kama aliandika hivyo Harmonize motivate game, lakini pia so mbaya hizi. Ni kama unavyoona, kuna utani wa jadi, ina maana mpira umerudi tena kwetu. Na tujaongea kiunafiki, wimbo namba moja sasa hivi nchini ni upi? Na maana mpira uko wapi? Tumeutulizia wapi? Hapa hiyo nimelimaliza, sindio kaka, si ndio? hii sijakataa. Ina maana kaka pia ka wa mawe ambao sasa sio maneno wala sio beef wala sio kupigana ngumi, ni ka, weka nyimbo tu nyimbo. weka nyimbo tu nyimbo. Ina maana Sa kwa sasa hivi nyimbo tu nyimbo tatu bila

ina maana mimi natia mawe, unatia mawe, wote tunafanya kitu hiki. Nitangulia umri na ukubwa kwenye game hiyo, mimi nakuainihusu, kinachonihusu mimi alikuwa nitie nini

Ni biashara yake elangu. Ipo katika kupambana kutoa nyimbo nzuri, nipate show, nyimbo zangu zingize namba. Kama na shida, nitamweleza kiundani zaidi, siwezi kumweleza Diamond. Wala roho yake, anajua yeye mwenyewe na roho yake. Mtu anayesema mwache aseme, mimi tunavyoishi, nipo pale Wasafi, nafanya zangu kazi, nimeenda kufanya biashara, sitaki umbea. Watu wasingia wanasema, tuchambi umbea. Kinachonihusu kinakifanya kuswa Diamond kutoa kusaidia watu wengine, ni moyo wake sio msanii wa kwanza kutoka, ametoka wasanii wawili, na bado sila, akaendelea kuwasaini wasanii. Tumeperform pamoja, ilikuwa ni nini? Wasafi, si ndio? Kwa sababu ndio organize show ina maana hatuna noma na Mbosso. Mbosso kutana na mzee na salimiana. Sorry, okay. Tunakutana kwenye ma interview tuna, kwenye ma show, ma studio, ma wapi tunasalimiana kama kawaida, hatuna noma na msanii wote. Na Rayvanny, Rayvanny tunakutana naye kwenye ma studio, ma interviews, ma wapi, anasema kibao kibao. Maisha mengi yanaendelea. Ni watu tunapenda kuyapampisha maisha, lakini watu wanaishi maisha yao kama kawaida. Na hatuna noma, yeah. Lulu vipi? Mpokuwa wakalala. Niachana sasa nyole zangu. Nashukuru.